Imeandaa mpango huu kwa maalum kabisa kwa sababu watoto wanajifunza kwa vitendo. Siku ya leo tarehe kumi na tisa mwezi wa 6 2025, mpango huu umetembelea taasisi ya UTT AMIS kwa ajili ya kujifunza elimu ya uwekezaji ya muda mrefu na muda mfupi pamoja na bidhaa mbalimbali zinazopatikana UTT AMIS pia Convention Social and Economic Empowerment kwa ajili ya Mzalendo Tua imetembelea soko la hisa la Dar es Salaam ili watoto wetu wakajifunze uwekezaji kwa kupitia soko la hisa. Vijana hawa wanapewa hii elimu mapema ili iwasaidie kuwa na namna ambayo wanaweza wakatumia fedha zao kwa, kwa usahihi kwa sababu swala so zima la pesa linamtembelea kijana, halichagui umri. Kwa hiyo kijana anaweza akapata pesa akiwa mdogo na pia mtu mzima. Lakini elimu ya fedha kwa kijana na mtoto ikianza mapema, basi matumizi ya fedha yanakuwa mazuri anavyokuwa mtu mzima na pia anapopata elimu hii ina yeye mwenyewe kujitambua katika kuendeleza pato la kwake mwenyewe la familia na la kitaifa. Leo tumepata wanafunzi zaidi ya 60 ambao tumewaleta kwenye soko la hisa la Dar es Salaam pamoja na UTT AMIS kwa lengo la kuwapa exposures ama elimu kwenye mambo ya kifedha ambayo tunaamini ni ya muhimu na ya msingi sana kwa wanafunzi wetu kuijua katika umri, um, wakiwa wadogo bado. Na kwenye elimu yetu ya leo tunategemea kwamba watakapotoka hapa watakuwa na ufahamu ama uelewa mpana na elimu sahihi ya uwekezaji na mambo yote yanayohusiana na fedha, uwekezaji kwenye masoko ya hisa, lakini pia uwekezaji wa muda mrefu na uwekezaji wa muda mfupi. Kwa hiyo Uzalendo Tour ina lengo la kuwapa wanafunzi wa levels mbalimbali mbali, exposures kwenye maeneo tofauti tofauti kwenye taasisi za serikali na ambazo sio za kiserikali, lakini taasisi ambazo zinatoa si elimu za kujitambua na elimu um, mtambuka ambazo tunaamini ni muhimu kwa vijana wetu kuzipata wakiwa katika umri mdogo. Lengo letu ni kuwa na kizazi ambacho kutengeneza jamii ambayo ina watu ama vijana wenye uelewa mpana wa masuala yote yanayowahusu, ikiwemo ya kijamii lakini pia na masuala ya kifedha. Kwa hiyo kupitia Mzalendo Tour tumeweza kuleta watoto Uh, kukusanya watoto kutoka wanafunzi kutoka kwenye maeneo mbalimbali, wanafunzi kutoka uh, shule za msingi kuanzia uh, darasa la sita, lakini kuendelea mpaka level ya sekondari, Dar es Salaam Stock Exchange, ambapo nimepata nafasi ya kujifunza kuhusiana na mambo ya hisa siku ya leo nimejifunza ni namna gani mimi kama kijana ninaweza ku, kuinvest katika hisa, na namna gani hisa zinaweza zikanisaidia kupata return na kupata faida, lakini pia zimenisaidia kujua mchango wa hisa katika kukuza pato la taifa, lakini katika kufanya maendeleo binafsi kama Mtanzania mimi kwa nini nilivyokuja hapa nimekuwa sijui maarifa mengi, lakini baada ya kujifunza hapa na kila kitu, imeelewa kwamba ukiwekeza hela na kitunzi inaweza ikakusaidia kakusa, katika maisha ya baadaye, sababu sahii vijana wanapata hii shida kwa sababu wengi wao wanapenda kununua vitu ambavyo havina maana, kusemea kwenye mambo ya fashion, nguo au simu. Baadaye hela zao zitakuwa zishapotea, taishi katika maisha magumu.